Nasika tena mbele na ulale usingizi kabisa, ambao unashtuka hata mtu akuita unashtuka. Nikaona klipu moja pia ya mtu mwingine, achana hapa, sanganga akampiga mtu vibao. Nikaona klipu nyingine Aliposimama kumbe ndio yeye. Anasema ametoa milioni tatu kama mbili au tatu. Akasimama jamaa akala shanga. Akaona tu anampigia makofi, akawa bado anashanga, bwana anapiga makofi. Wakasema angalia shababu hilo, limesimama limetoa milioni mbili. Sababu kasinzia. Baadaye kuja kuhojiwa kuuliza, anasema mimi nilisimama tu. Sio mimi ndiye kutoa milioni mbili. Sababu bahati mbaya sikutakiwa nihusike. Sasa mtu unatoka nyumbani uende kanisani ukae. Usinzie, usikubali kusinzia. Mimi bwana nisimame bwana nijimwagie maji. Lakini usikubali kusinzia kanisani. Kuna muda bora usiegemee, ili ukae sawa na usisinzie kanisani, sababu ukianza kulala unaanza kuwa antena ya kuleta usingizi kwa watu wengine kanisani, sababu giza linatafuta mtu wa kumgusa, ili aachilie mambo ya giza. Ndio maana watu kama ndio wanafanya kitu kanisani, ukamuuliza kwani umefanya hivi, akawa tayari haelewi. Unamwambia kwa nini, haelewi unasema, mbona wewe unampenda Mungu, mbona unahangaika na Mungu, lakini kwa nini? Kwa sababu unavyokaa ukawa dhaifu ndani. Wengine wanaambatana na kanisa, wewe unakuja kuwa antena ya kuharibu mengine ambayo kanisani